Habari za saizi. Uh, hivi karibuni vijana waliomba nafasi za ajira za Jeshi la Magereza. Sasa vijana wengi wanajiuliza, je, nitajuaje kuwa nimechaguliwa kwenda kwenye usaili wa Jeshi la Magereza. Sasa kabla sijaongea, sijafika mbali, uh, kuna maswali watu wengi wanajiuliza, je usaili ni tayari? Watu wameishaitwa kwenye usaili? Sasa kuhusu hilo swali, mimi mwenyewe sina majibu. Wanaofahamu ni lini au ni tayari au watu wameishaenda kwenye usaili ni mamlaka husika, wao wenyewe ndio wanafahamu hilo swali hasa. Twende kwenye swali ambalo vijana wengi wanajiuliza, je, nitajuaje kuwa nimeitwa kwenye usaili wa Jeshi la Magereza. Tumia mbinu hizi zitakusaidia kukupa alert au kukujulisha umeitwa kwenye usaili wa Magereza kama mamlaka husika wanapotangaza watu kuitwa kwenye usaili. Njia namba moja ni kupitia tovuti au website official ya Jeshi la Magereza. Kupitia website official unaweza ukawa unaona updates mbalimbali mbali, kama vile kuitwa kwenye usaili na nafasi mbalimbali mbali za ajira. Lakini njia namba mbili ni kupitia mitandao ya kijamii. Hapa naongelea mitandao ya kijamii kama vile Instagram, Facebook. Mfano, kama umefollow page official, sio page fake fake, naongelea page official ya Jeshi la Magereza unaweza ukaona updates kama hizo za usaili, pindi mamlaka husika wanapotangaza watu waende kwenye usaili. Lakini njia ya mwisho, unaweza ukapata updates kupitia ile akaunti yako ya ajira za Jeshi la Magereza. Kama unakumbuka mwanzoni, kuna ile akaunti ambayo uli create ukaweka NIDA, ukaweka namba yako ya form 4, na vitu vinginevyo. Ile account inaweza ikawa njia moja wapo kukujulisha kuwa ume being shortlisted au umechaguliwa kwenda kwenye usaili wa Jeshi la Magereza pamoja na updates mbalimbali kupitia account yako ya ajira ulioi create au uliyoitengeneza lakini na njia ya mwisho ni kutumia marafiki zako. Marafiki ambao kipindi mnafanya application au maombi ya ajira hizi za jeshi la magereza, tumia marafiki waulize, e bwana, bwana, kaka au dadangu, je, tuliomba wote, je, kulikoni? Umechaguliwa? Lakini kupitia marafiki wanaweza kujulisha kama unahitajika. Kipindi cha usaili watakupigia simu, utatumiwa message. Asante sana, nikutakie siku njema, Mungu akubariki.